Na tunawaletea mtoto Junior. <laughs> Junior Jeiara, huyo hapa, ndo Jeiara mwenyewe. Sasa asante, ah! Nakubali asante mdogo wangu, nakubali asante ah! Jeiara utaki mchezo, asante Jeiara <laughs> oya we, asante, huyo ndo Jeiara Asante Jeiara, nigusie aya ya, ya, ya, mdogo wangu asante. Ah, anakubali aya, wewe Jeiara, twende baba, asante aya, asante Jeiara. Ah, umenifurahisha mdogo wangu Jeiara. Jeiara amenifurahisha mdogo wangu, kwa heshima, kwa heshima huyu. <laughs> Ndo Jeiara bwana. Hebu angalia huku, mdogo wangu, nakubali sana, kwa heshima eh. Asante ah! Mdogo wangu, ndio kupenda. Nipe tano, nakubali. Asante sana, kwa heshima. <laughs>